Tanzania imesimama wakati kukiwa na minongono ya chini kwa chini kuhusu afya na usalama wa viongozi wetu wakuu. Saa chache zilizopita mtandao wa Threads umelipuka. Mtu anayejiita mtu wa system, anayefahamika kwa jina la PCK, ameweka post ambayo imeacha maswali mengi kuliko majibu. Post hiyo haijazungumza kwa mafumbo mengi, bali imeweka picha ya mtu ambaye ni nguzo ya taifa hili, Rais mstaafu wa awamu ya nne Jakaya Mrisho Kikwete. Je, PCK anajua nini ambacho sisi hatukijui? Je, maneno yake ni uthibitisho wa kile ambacho watu wamekuwa wakikiogopa kukisema hadharani? Hebu tuiangalie posti hii kwa umakini. PCK ame posti picha ya Jakaya Kikwete na kuandika maneno yafuatayo, na nukuu: binadamu huwa ana siku muhimu tatu kwenye maisha yake moja, kuzaliwa, mbili, kufunga ndoa, na tatu, kufa. Ila Mloganzila shikamoo, mwisho wa nukuu. Maneno haya ni mazito. PCK anagusia hitimisho la safari ya mwanadamu hapa duniani, yaani kifo. Lakini kile kilichoshtua wengi ni sentensi ya mwisho, ila Mloganzila shikamoo kama unavyojua hospitali ya Mloganzila ni moja kati ya vituo vikubwa vya afya ambavyo viongozi wengi wamekuwa wakipata matibabu. Kwa PCK kusema Mloganzila shikamo, anamaanisha nini? Je, anamaanisha kuwa hospitali hiyo imeshindwa kuokoa maisha ya kiongozi huyu, au ndiyo sehemu ambapo mauti yamemfika kipenzi cha wengi JK? Kwa nini kila mtu anastuka? Jakaya Kikwete sio tu rais mstaafu katika utawala huu wa awamu ya sita, Kikwete amekuwa mshauri mkuu wa rais Samia sulu Hassan, amekuwa mwalimu, kiongozi wa diplomasia, na mtu ambaye amesaidia kutuliza dhoruba nyingi za kisiasa nchini. Kifo cha Kikwete, kama kitathibitishwa, ni pigo kubwa kuliko maelezo. Ni pigo kwa mama Samia binafsi, kwa sababu amepoteza mihimili wake wa ushauri. Ni pigo kwa CCM na pigo kwa nchi nzima. PCK mara nyingi amekuwa akitoa taarifa ambazo baadaye huonekana kuwa na ukweli ndani yake kutokana na nafasi yake anayodai kuwa nayo ndani ya system. Je, safari hii amepuliza filimbi ya mwisho kwa kiongozi huyu mwenye ushawishi mkubwa? Mpaka sasa hakuna tamko rasmi kutoka Ikulu wala kutoka kwa familia ya Mzee Kikwete, lakini tunajua kuwa kwenye siasa ukimya mwingi huwa unaashiria maandalizi ya jambo zito. Mloganzila imetajwa watu wameanza kuelekeza macho yao huko. Je, kuna harakati zozote za kiusalama zimeongezeka? Je, viongozi wengine wako wapi kwa sasa? Tunakumbuka maneno ya PCK siku za nyuma kuhusu vifo vya viongozi wengine na jinsi alivyokuwa akitoa hints kabla ya tangazo rasmi. Hii ndio sababu post hii ya threads imepokelewa kwa mshtuko mkubwa sana. Mloganzila, shikamo, maneno matatu yanayoweza kubadilisha historia ya Tanzania leo. Hitimisho: sisi bado tunaendelea kufuatilia. Ni muhimu kukumbuka kuwa mpaka sasa hii ni taarifa kutoka kwa mtu wa system PCK, na taarifa rasmi hutolewa na mamlaka husika, lakini kama waswahili wasemavyo, fukuto la moshi halikosi moto. Je, unadhani PCK amevujisha siri ambayo serikali ilikuwa bado haijajipanga kuitangaza? Nini maoni yako kuhusu mchango wa Kikwete kwa nchi yetu na pengo lake, kama habari hizi zitakuwa na ukweli? Tandika maoni yako hapo chini. Kama una taarifa yoyote ya ziada kutoka Mloganzila au maeneo ya karibu na mzee JK, tuandikie. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele ya taarifa, kwa sababu hili ni jambo linalobadilika kila dakika. Saa yoyote tutarudi hapa na update mpya. Hii ni the storyline, baki nasi.